Halmashauri ya wilaya ya Hanang kwa Manyara imejipanga kikamilifu kuhakikisha wananchi wa eneo hilo wanajiunga kwa wingi kwenye mfuko wa afya ya jamii iliyoboreshwa CHF. Akizungumza kwenye baraza la madiwani wa halmashauri hiyo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, Brayson Kibasa amesema wamejipanga kuhakikisha wanamaliza kasoro zinazowakwamisha mpango huo ili kuhakikisha jamii inapata matibabu kupitia CHF amuzi kwenye kamati na nirudie kwenye baraza hili kwamba tunachukua hatua. Nimewaita wale wanaopiga picha kwenye tarafa, kila tarafa ina mtu mmoja, nimekaa nao mwenyewe. Nimemwita meneja wa NHF ofisini kwangu tumetengeneza utaratibu. Kuna kata, kuna maeneo mengine watu ni wengi sana, mtu anazidiwa watakuwa wanasaidiana. Kwa hiyo msaidiaani, waheshimiwa madiwani, pale wa napoona kuna mrundikano walio waliolipa wa na hawajapiga picha wa nima wamepewa, e, tupigie na simu, lakini pia kuna mradi si unaendelea chini ya Joseph wabima wamepewa hizi iPad za kupigia picha kwa, kwa program nyingine tumekubaliana pia zile zitumike kupiga picha kwa ajili ya ICT. Kwa hiyo naamini hili litapungua. Kalikuwa ni waombe sana, na kwa vile mheshimiwa mbunge yuko na mheshimiwa mwenyekiti wote na mimi mwenyewe tumesema ni waume wa hili eneo, bima ndiyo mkombozi. Na mimi ni waombe sana, hasa kwa mwaka huu ambapo kama alivyosema dasi kwamba tunana hali ya hewa kama ukati, bima ukiwa na mazingira mazuri, mwaka huu ndio wapata bima. Usiombe ukawa una tatizo la chakula alafu pia ukawa na tatizo la afya. Kwa hiyo nitoe rai kwa upande wetu sisi, tasimamia kwa upande wa dawa. Nasikia kuna maeneo yanasema wanasema hawana dawa, hakuna dawa. Hili tunalifananisha tu wakati mwingine na mtu ambaye chakula nyumbani hapiki tu, lakini kipo. Hatuna tatizo la fedha za dawa katika wilaya hii, tunafikiria hata uwezekano wa kufanya majadiliano ya awali baadhi ya fedha zinazokusanywa pale hospitali kuliko kununua dawa kwa sababu nyingi, tuwaajiri madaktari, hata kama ni wawili, kwa sababu tuna fedha ya kutosha ya dawa. Simamieni vituo vyenu, ulizeni kwa nini hakuna dawa, ila tuongeze juhudi kwenye bima ya afya. Sisi kwa kama watendaji tutasimamia hayo, na ninyi, tuwaombe mhamasishe watu wakati bima, na pale ambapo wapaki picha watapiga picha ambao, kwa mpango mpya ambao ni mwenye anaofuatilia kwa karibu na shughuli hizi.